Shabiki wa soka na ambaye alijitambulisha kitofauti sana safari hii huko nchini Morocco katika michuano ya AFCON, kwa sasa kwake naweza kusema amekutana na bahati ya mtende kuota jangwani, kwani nyota yake inazidi kung'aa kimataifa. Hii ni Trigen Media, mimi ni Jennifer Mudete. Raia huyo wa DRC Michael Nkuka Mboladinga alianza kama mzaha kupitia mitandao ya kijamii kwa kujifanya kama sanamu ya shujaa wa uhuru aliyeuawa nchini humo, Patrice Lumumba na hivyo akageuka kuwa kivutio cha aina yake kwenye mechi za kombe la mataifa ya Afrika 2025. Ghafla majina yake ya ubatizo na vitambulisho rasmi yaani, Michael Nkuka Mboladinga yakapata jina la ziada na la utani la Lumumba Vea kwa sababu ya kufanana kwake na kiongozi huyo. Vituko alivyokuwa akivifanya ni kusimama tuli juu ya meza kwa mwendo wa kuganda kama sanamu ya Lumumba huku mkono wake wa kulia ukiwa umenyoshwa juu muda wote wa mechi kama ile ya sanamu ya ukumbusho wa Lumumba iliyopo jijini Kinshasa. Ninaganda hivi wima ili kuipa nguvu timu kuwapa wachezaji nguvu, Nkuka Mboladinga aliliambia shirika la habari la AFP katika mahojiano wiki hii kwenye chumba chake cha hoteli huko Casablanca. Hata hivyo, shabiki huyo bwana Nkuka alisisitiza kuwa hayo ni mahojiano yake ya mwisho kabla ya DRC kukabiliana na Algeria, siku ya Jumanne huko Rabati, ambapo walipoteza mchezo huo. Nkuka Mboladinga alionekana mwenye uchovu sana na pia kupoteza hamu ya kuzungumza na waandishi wa habari, ambao walio wengi walikuwa wakimsaka kwa udi na uvumba. Hata hivyo, alisema anashukuru kwa umakini huo na anafurahi kuleta upya jina ya shujaa wake Lumumba kupitia kuiunga mkono timu yake. Yeye ndiye aliyetupa uhuru wa kujieleza alimwelezea kiongozi huyo wa Kongo na kuongeza kuwa alijitolea maisha yake ili kutupa uhuru kwa hivyo yeye ni shujaa kwetu Lumumba ni roho kwetu na mfano mzuri kwetu alisisitiza Mboladinga. Patrick Lumumba anachukuliwa kama kiongozi wa kizalendo aliyesaidia kukomesha utawala wa kikoloni wa Ubelgiji nchini Kongo mnamo mwaka 1960. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo mpya iliyopata uhuru na alionekana kama mmoja wa viongozi wenye matumaini makubwa barani Afrika, lakini aliuawa chini ya mwaka mmoja tu baadaye, wakati wa mzozo na harakati za kujitenga zinazoungwa mkono na Ubelgiji katika eneo la Katanga lenye utajiri wa madini. Hii ni Trigen Media.